Swala la nishati safi ya kupikia, tumepokea takwimu kwamba hali ya matumizi ya nishati safi ya kupikia katika mkoa wetu kwa Somwe, kikia, katika kituwako, wa Songwe bado hatujafikia katika kiwango kizuri, lakini tunao wajibu wa kutekeleza mkakati wa kitaifa wa kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini na nne asilimia themanini ya kaya zote zinazopatikana katika mkoa wetu wa Songwe ziwe zimepika katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo tunao wajibu wa kuendeleza elimu. Wenzetu wa REA katika mkoa wetu wa Songwe, moja miongoni mwa majukumu ni kuelimisha jamii na kuhamasisha juu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa kushirikiana na taasisi zingine. Tungependa mkakati wa elimu uandaliwe na twendeni. Mimi niko tayari kushirikiana na wakuu wa wilaya wa wote wa mkoa wa Songwe, tuende kwa wananchi, twende tukawahamasishe na kuwapatia elimu juu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Lakini swala la biashara ya mkaa wa miti katika mkoa wetu wa Songwe tayari ilishapigwa marufuku na hakuna vibali vyovyote vinavyotolewa katika mkoa wa Songwe vya uchomaji wa mkaa wa miti. Jambo hili tukiliofia hatutafika wakati tukasema sasa tumeacha kutumia mkaa. Wakati tunaanza kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki, maneno yalikuwa mengi, hofu ilikuwa nyingi mifuko ya plastiki kwa sababu watu wamefanya nini? Wamezoea. Kwani sasa hivi kuna mifuko ya plastiki? Kuna mifuko ya plastiki? Hakuna, mifuko ya plastiki imetoweka. Kwa hiyo hata matumizi ya mkaa tunazungumza kwamba kwa watu watakula nini, wanafaidi kwa sababu tumefanya nini, tumezoea. Lakini sisi kwenye mkoa wetu wa Songwe, tayari vibali vya kuchoma mkaa havitolewi, vibali vya bia biashara ya mkaa hakuna, vibali vyovyote vya bia biashara mkaa mkaa huo unatokana na miti vinavyotolewa. Lakini kama kuna halmashauri ambayo ina chanzo cha mapato kinachotokana na biashara ya mkaa wa miti kuanzia sasa, mwaka huu wa pesa tuko kwenye kwenye bajeti mpya, na bajeti hizo tutazipitisha hapa kwenye vikao vya RCC. Sitarajii kuona halmashauri yoyote inaleta chanzo cha mapato kinachotokana na biashara ya mkaa. Kwa swala la mkaa katika mkoa wetu wa Songwe, bado amri yake iko vile vile, hakuna vibali na hakuna biashara yoyote ambayo tumeiruhusu katika kufanya, lakini tuendelee kuhamasisha na tumeagiza halmashauri za wilaya kwa kushirikiana na STAMIKO kwa kushirikiana na kampuni ya Jitegemee, lakini na wale wadau wengine ambao wanazalisha mkaa mbadala, kuanzia wiki hii sasa tuweke mkakati wa kushuka kule chini kwanza. Twendeni tukakutane na wafanyabiashara ambao wako tayari kufanya biashara ya mkaa mbadala kwenye kila halmashauri, tayari wameshatambuliwa zaidi ya elfu moja wako tayari kufanya biashara ya mkaa mbadala. Wenzetu wa STAMIKO, Jitegemee pamoja na wadau wengine, twendeni tukakutane nao kwenye hizo halmashauri, tuwapatie elimu juu ya namna wanaweza kufanya hiyo biashara ya mkaa mbadala. Lakini halmashauri, chukueni jukumu la kushirikiana na hawa wadau kuhakikisha kwamba vituo vya kuuzia mkaa mbadala vinapatikana mpaka kwenye levo ya kata pale penye uwezekano wa kuweza kutafuta vikundi vya vijana na kuwapatia mikopo ya halmashauri, kwa sababu mkaa mbadala huko pale, tunajua watu unapopatikana tuwawezeshe vikundi hivyo vya vijana wafanye hiyo biashara ya mkaa mbadala, ili watu waweze kuachana na mkaa huu wa kuni ambao sisi katika mkoa wetu wa Songwe tayari ulishapigwa marufuku, na hakuna vibali vyovyote vinavyotolewa vya kufanya biashara ya mkaa wa kuni. Kwa hiyo jambo hili naombe katika utawala hili tulisimamie, tena kabla ya siku mia moja za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunataka tuone vituo vingi zaidi kwenye kila halmashauri vimefunguliwa vya kuuza mkaa mbadala. Zile changamoto zingine za bei ni swala la kukaa chini na kuweza kuona nini tunachofanya kuweza kukabiliana na changamoto hiyo ili tuweze kuweka mzigo mkubwa mkubwa kwa kwa wananchi. Uwezeshaji wa wadau limezungumzwa na mimi naliunga mkono. Wadau waliyojitokeza na kuonesha teknolojia za uzalishaji wa mkaa mbadala, tuwaunge mkono, tuwawezeshe ili waweze kujenga uwezo mkubwa zaidi. Lakini kwenye eneo la upandaji wa miti ni kampeni ambayo ni maelekezo yaliyotolewa na ofisi ya makamu wa rais miaka mingi iliyopita, kwamba kila halmashauri ipande miti isiyopungua milioni moja na laki tano kila mwaka lakini kama mkoa ulijiwekea lengo lengo la kupanda miti milioni mbili na mimi sitaki kushusha wala kuongeza lengo hilo hilo, tubaki nalo kwamba twendeni tukapande miti isiyopungua milioni mbili kila halmashauri, na hivyo lengo letu kama mkoa ni kupanda miti milioni kumi kila mwaka. Sasa kwa mwaka huu, hii miti tuliokuwa nayo, miche tuliokuwa nayo, twendeni tuweke mkakati wa kwenda kuipanda, na mimi nitashirikiana nani, na wakuu wa wilaya watashirikiana kuhakikisha kwamba wanaongoza hizo kampeni za upandaji wa miti katika halmashauri zetu, lakini uwekwe mkakati wa kuhakikisha kwamba miti tunayoipanda inatunzwa vizuri, inakuwa na ikiwezekana kwenye miongozo ile ambayo tumeiandaa. Najua kuna miongozo miwili ambayo ilipaswa kuwasilishwa, kwa sababu ya muda isingeweza kuwasilishwa uko mwongozo wa usafi lakini huko mwongozo wa muongozo gani ule mwingine? Kampeni ya mazingira, upandaji wa miti, mwongozo wa kampeni ya urithi wa kijani Songwe. Kwenye mwongozo yako mengi yata yataelezwa na wadau. Ukifika wakati wake, basi utawasilishwa kwa wadau ili uanze uanze kutekelezwa.